Na tukielekea katika eneo bunge la Kasipul ambako mwanahabari wetu Chrispine Otieno amekita kambi ni kwamba maandalizi ya uchaguzi mdogo yameshika kasi huku maafisa wakuu wa uchaguzi wakisema kwamba kila kitu kishwari. Maafisa wa usalama wamedokeza kwamba zaidi ya maafisa 900 wa usalama watahusishwa kulinda usalama wakati wa uchaguzi huo wa Alhamis Jumanne katika kijiji cha Konyango wadi ya Kasipul Central tunakutana naye Plista Akumu Omondi akiwa na wanakijiji wenzake katika timpo hii iliyoachwa tambarare Amen. Mama huyu mwenye umri wa miaka 52 ni mmoja kati ya wapiga kura 67513 katika eneo bunge la Kasipul. Baada ya kampeni kukamilika rasmi Jumatatu, vyanzo vya maji, barabara na ukosefu wa stima katika kijiji chao ni miongoni mwa maswala wangependa atakayechaguliwa kuyatilia manani. Ni mimi mama wa Kasipul, nataka mbunge wangu kienda nasaidia kwa ajili ya maji, barabara kutoka Haramo mpaka Upondo vile tumekuwa tukisaidika na hii maji na imekuwa chafu hii kwa maji mzuri. Tumekuwa tukilala nje tukitafuta maji mali kwingine, jua tungeweza kutumia hii hii, tuwezi kutumia kwa kukunywa, hatuwezi kutumia kwa kupika. Ewe mtu amepata, tuendelee, mtu amebaki, asilete vita hiyo. Ndio tunataka amani, kuwe kitu mui, kitu muhimu as we speak 2pm hapo kesho, mwenyekiti wa IEBC Erastus Edung Ethekon anatarajiwa kuzuru eneo bunge la Kasipul kutathmini hali na mikiwa imesalia chini ya saa 48 kabla ya uchaguzi mdogo kuandaliwa katika eneo bunge hili la Kasipul, wengi wanazidi kutoa wito wa amani, huku maafisa wakuu wa usalama wakisema kwamba kila kitu ki tayari na watahakikisha kwamba shughuli hii imeendelea kama ilivyokusudiwa. Chrispine Otieno, runinga ya Citizen, ndani ya shule ya upili ya wavulana ya Agorosare, kaunti ya Homabe.